Biblia inaniambia Yesu akawaongoza wanafunzi kabla ya kupaa, alipowaongoza mpaka pale mahali alipotaka kujitenga nao, Biblia yangu inasema akanyosha mikono yake akawabariki. Haleluya, amen! Manake akaachilia tamko, ataachilia Kutaka baraka, umepata mchumba, usianze haraka haraka kukimbia, nenda katafuta baraka kwa kiongozi wa kiroho haleluya, ili mahusiano ya dumu. Umeoa umeolewa, baada ya kumaliza Honeymoon. Kimbia ni kuhani, alafu msiende hivyo, pelekeni chochote. Umepata mtoto, kimbia madhabahuni, acha kukimbia nanza kumtafuta mtumishi, kumbe alitakiwa mtoto huyo apelekwe kwanza kwa Bwana aweko wakfu, na kutamkiwa neno la baraka, haleluya, amen. Baraka siku zote inaambatana na ulinzi.